Bwana Yesu asifiwe, wa natumaini kila mmoja wetu aendelea vyema na Mungu. Tunamshukuru kwa kuwa amekuwa mwaminifu kwetu, ameendelea kutujalia afya njema, na leo tena tunakutana katika kipindi chetu hiki kizuri katika ma masomo yetu ambayo tutakuwa tukiendelea nayo katika kipindi hiki. Na hivyo basi nikukaribishe tena siku hii ya leo katika masomo haya ya elimu ya kiungu siri za elimu ya kiungu. Kabla hatujaendelea na somo, tuombe. Mtakatifu Baba yetu uliye mfalme wa amani, asante, tunakushukuru kwa kuwa ni mwaminifu, umekuwa nasi, umetupatia afya njema lakini wakati huu pia umetuita kwa ajili ya kujifunza upendo wako, jina lako litukuzwe, tusamehe kupungua kwetu, tutengeneze na kuzibadilisha nia zetu, ili tunapokuwa tukijifunza elimu hii ikatuongoze na kutuandaa kwa ajili ya ufalme wa uzima wa milele. Baba, asante kwa kumesikia ukatuongoze, sasa kupitia Roho wako na uwepo wa malaika wako watakatifu, ni katika jina la ka Yesu tumeomba. Amina. Natumai kila mmoja yuko na afya njema. Ati siku ya leo tutaanza na somo letu rasmi ambalo linahusu siri za elimu ya kiungu. Kwa kweli, tunapokuwa tunazungumzia siri, lazima tutambue kwamba ni kitu kilichositirika lakini pia tunapokuwa tunazungumzia siri tunaweza tukawa tunamaanisha ni funguo au kanuni ambazo wanadamu hawazifahamu, mimi na wewe hatuzifahamu, ambazo kupitia hizo tunaweza tukafanya mambo mengi, au nisi, ni, ni kitu ambacho kinatusaidia sisi kufikia mahali ambapo hatujui ni jinsi gani ya kufika. Kwa hiyo, katika, katika haya, kwa hiyo katika masomo haya tutakuwa tukiangalia ni jinsi gani au ni vitu gani vinapatikana katika elimu hii ya kiungu. Watu fulani katika Biblia, Mafarisayo na wakufunzi na walimu, wakati Yesu alipokuwa duniani, walijaribu kuuliza, wakati anafundisha hekaruni, kwamba huyu mtu ni mtu ambaye amezaliwa katika familia maskini, familia ya seremala, na hata shule hajasoma. Je, amepata wapi elimu ya jinsi hii? Inawezekanaje ameweza kufundisha namna hii ambayo watu wote tunashangaa? Hilo ni swali ambalo liliwachanganya lili na walikuwa wakijifikiria sana hawa Mafarisayo. Katika kitabu, kitabu cha Yohana, ukisoma ukisoma lile fungu da, ukisoma, katika sura saba fungu la 14 hadi la 16 tunapata hapo taarifa hiyo. Katika kitabu cha Yohana Mungu anatukumbusha na anazungumza nasi kutupa taarifa na habari ambayo Mafarisayo iliwachanganya kuhusu Yesu Kristo na mafundisho yake. Kitabu hiki anasema hivi, fungu la kumi na nne: hata ikawa katika sikukuu, Yesu alikuwa kuingia hekaruni akafundisha. Wayahudi wakastaajabu wakisema, aipataje huyu kujua elimu ambaye hakusoma? Basi Yesu akawajibu akasema, mafunzo yangu si yangu mimi, ila ni yake yeye aliye nipeleka. Hilo ndiyo jibu ambalo Yesu Kristo aliwapatia kwamba mafunzo yake si yake yani, si yanayotokana na yeye, lakini anasema ni mafunzo yanayotokana na Mungu ambaye alikuwa amemwagiza, ambaye alikuwa amemtuma aje ulimwenguni. Na mafarisayo walitegemea kwamba Yesu Kristo asome katika shule zao, maana zilikuwepo shule za marabi, shule ambazo elimu ya kiungu pia ilifundishwa, lakini changamoto ilikuwa kwamba katika elimu hii hawakuweza kugusa katika kina au katika siri sahihi ya elimu ya kiungu ambayo Mungu alikuwa wa amekusudia wanadamu waifahamu. Kuna mambo mengi kadha wa kadha ambao waliyaweka, ambayo yakuhusiana kabisa na kiini cha cha elimu hii ya kiungu. Sasa Yesu Kristo anawaambia kwamba mlitegemea kwamba mimi nitakuwa nita na mafundisho yatokanayo na wanadamu au mafundisho yatokayo duniani, lakini anasema mafundisho yangu hayatoki hapo, yanatoka kwa yeye aliye juu, aliye niagiza kuja duniani kwa hiyo tunaona kwamba uh, iko elimu elimu ya kiungu ingawa tunajua kwamba ipo elimu ambayo inatolewa duniani, lakini iko elimu ya kiungu na hapo ndipo tutakuwa tukijifunza zaidi. Kwa hiyo katika mfululizo wa masomo yetu haya utakuwa na kile kita kitabu cha Misali mbili lile fungu la sita kama fungu letu la mwongozo ambao tutakuwa tukitembea nalo katika masomo haya. Katika fungu hili Mungu anazungumza nasi akisema habari nzuri kabisa ambazo mwanadamu anapaswa atambue kwamba, je, elimu inatoka wapi? Na tunaweza tukazungumza mambo mengi kuhusu elimu lakini elimu inapatikana na wapi? kitabu hiki cha Misali mbili fungu la st nasema, kwa kuwa Bwana huwapa watu hekima kinywani mwake hutoka maarifa na ufahamu. kwa kuwa Bwana huwapa watu hekima kinywani mwake hutoka maarifa na ufahamu. Bwana huwapa watu hekima na kinywani mwake hutoka maarifa na ufahamu. Kwa hiyo anachotaka kutuambia ni nini? Kwamba kutoka kwa Bwana ndipo tunapata hekima, kutoka kwa Bwana ndipo tunapata maarifa na kila aina ya ufahamu ambao mwanadamu angehitaji. Kwa hiyo tunapokuja katika swala zima la elimu ya kiungu, lazima tuangalie Mungu anasema nini. Taarifa ambayo inatokana na Mungu ni jumla ya ujuzi taarifa ufahamu na hekima zote zitokazo kwa Mungu hiyo ndiyo elimu ya kiungu kwa lugha nyingine tunaweza tukasema elimu ya kiungu ni elimu inayomhusu Mungu ni elimu inayohusiana na mbingu ni elimu inayohusiana na Mungu wetu ambaye ametuumba sisi kwa hiyo elimu ya kiungu chanzo chake ni Mungu na elimu ya kiungu chanzo chake, chanzo chake ni mbingu ambayo ndiko Mungu aliko. Lakini tunaposema hivyo tunamaanisha nini? Tunamaanisha ya kwamba hii elimu pia imekusudiwa kwa ajili ya Mungu kutupatia, mpango wa Mungu kutupatia, taarifa kuhusu Mungu, lakini si kutupatia taarifa, kutuweka katika uzoefu wetu na Mungu, na hiyo ndiyo itakuwa ni elimu ya juu au elimu ya kiungu. sasa, kwa sababu tumeelezea elimu kwa jinsi hiyo, lazima tujue sababu kwa nini tujifunze elimu, kwa nini tuwe na masomo haya, lakini pia kwa nini pia tuangalie katika uwanda mzima tu katika ulimwengu ambao tunaishi, tujaribu kuangalia kwamba kwa nini watu wanatoa elimu. Watu wengi watakuambia kwamba tunatoa elimu kwa jamii kwa ajili ya, ya, ya ukombozi, kuisaidia jamii yetu itoke katika hali ya kutofahamu, katika hali ya kujua. Lakini anakuambia kwamba wanawatoa watoto katika hali yao ya chini kuwapelekea hali ya juu ya mafanikio na kuwafanya kuweza kukabiliana na changamoto za mazingira na mabadiliko yaliyopo duniani. Lakini wengine watakwambia kwamba tunawapatia watoto elimu ili waweze kuwasaidia katika maisha yao ya kijamii na maisha mengine ya usuyo ya usuyo ya usuyo uhai wa mwanadamu na mambo mengi kadha wa kadha. Sasa kwa nini sasa tunazungumzia tuna elimu? Elimu lazima hiyo imekusudia kutatua changamoto fulani. Elimu lazima iwe imekusudia kuleta aina ya maarifa ambayo itawafanya watu wawe na taarifa na hizi taarifa zitawafanya wale watu wawe na uwanda mpana wa kuchagua katika utendaji. Kwa hiyo lengo la elimu ni kuleta taarifa, lakini lengo la elimu ni kuleta uzoefu. Kwa hiyo uzoefu huu unawaongoza watu katika kufanya chaguzi katika utendaji. Na kwa kusema hivyo, elimu lazima pia ihusishe utendaji. Kwa hiyo, ukiwa na elimu tu kama taarifa, bado haujapata elimu iliyo sahihi. Lazima uwe na elimu kama taarifa ambayo inaambatana na uzoefu na utendaji, hapo ndipo utakuwa na elimu, na hiyo ndio elimu Mungu ambayo anahitaji. Kwa sababu ukiendelea kusoma katika kitabiki cha Misali anasema ya kwamba wawekea wanyofu katika ile fungu la saba anasema wawekea wanyofu akiba ya hekima kamili, yeye ni ngao kwa waendao kwa ukamilifu apate kuyalinda mapito ya hukumu na kuhifadhi njia ya watakatifu wake, ndipo utakapofahamu haki na hukumu. Anaanza kusema, baada ya kumeipata hiyo elimu au hekima au maarifa anasema ndipo utakapofahamu, anasema ndipo utakapofahamu haki. Kwa hiyo na hekima hiyo lazima ikufunulie haki, alafu anasema hukumu, maana judgment, lakini haki anasema righteousness, lakini anaposema na adili na kila njia njema. Kwa hiyo elimu lazima ikuongoze kufahamu haki, hukumu, na adili na kila njia njema. Halafu inasema maana hekima itaingia moyoni mwako. Hekima lazima itaingia moyoni mwako, na maarifa yatakupendeza nafsi yako busara itakulinda, busara itakulinda, naendelea kusema ufahamu utakuhifadhi, ili kuokoa na njia ya uovu, na watu wanenawe yaliyopotoka, watu waziachao njia za unyofu, ili kuziendea njia za giza. Lakini naendelea kusema wafurahia kutenda mabaya, wapendezwao na upotovu wa waovu, waliopotoka katika njia zao, waliowakaidi katika mapito yao, ili kuokoa na maraya na maraya, mwenye kubembeleza kwa maneno yake, amwachai rafiki wa ujana wake na kulisahau agano la mumba wake Mungu wake. Maana nyumba yake inaelekea ya mauti na mapito yake yanakwenda kwenye wafu. Katika hawa mwendeao hatarudi hata mmoja, wala hawazifikirii njia za uzima, ili upate kwenda katika njia ya watu wema na kuyashika mapito ya wenye haki. Maana wanyofu watakaa katika nchi na wakamilifu watadumu ndani yake, bali waovu watatengwa na nchi na wafanyao hila watang'olewa kwa hiyo anaposema ya kwamba elimu hii au maarifa haya yatokayo mbinguni, lengo ni kumuongoza mtu katika njia njema. Halafu anasema ni njia njema kwa jinsi gani? Anasema ni njia ambayo itamuongoza mtu kudumu milele, kwa sababu inasema ya kwamba tofauti na hapo, hekima yoyote au maarifa ya jinsi nyingine yoyote, tofauti na haya kiyungu, ya kiungu, yatawaongoza watu mbali na njia ya Mungu, mbali na wao hudumu milele katika ulimwengu huu na ulimwengu ujao kwa hiyo hapo ndipo hasa elimu inapaswa iwekwe. Elimu ya kiungu lazima izungumzie maisha ya sasa na maisha ya baadaye. Kwa hiyo tunapokuwa tukizungumzia elimu ya juu, lazima pia tutambue kwanza kusudi kwa nini iwepo elimu. Je, elimu inahusiana na maisha? Hiyo ni jambo ambalo ni la msingi sana kwa kila mwanadamu anayeishi katika ulimwengu huu. Sasa lazima tu, tujue lazima tutambue kwa nini tuliumbwa hilo ndio kusudi hasa kwa nini nini kusudi la mimi kuwepo maana watu wengi wamekuwa wakikata tamaa watu wengi wamevunjika mioyo watu wengi wameamua kujiua wengine wamejinyonga wengine wameona maisha hayana maana kwa nini ni kwa sababu hawajui kwa nini wako hapa wengine hufikia sehemu mahali uchumi unapokuwa unachanganya familia imevurugika, ameachwa na, na mwenzi wa, wa, wa ndoa na mambo mengine, wazazi wake wamepata ajali wamepoteza maisha, ndugu hawamtaki, amechukiwa na jamii, huwa wanafikia sehemu wanasema ni bora nife. Sasa lengo la elimu ni kutuleta hapo kwenye kutambua ya kwamba sisi hatuko hapa kwa ajali, liko kusudi ambalo limetanguliwa kuwekwa kabla ya sisi kuwepo. Ukweli ni kwamba ulipozaliwa ulikuta maisha yapo, na wewe haukuamua au haukupanga kuzaliwa. Hivyo umeakuta mambo yote yakiendelea kama yalivyo mpaka sasa. Sasa unajua kwa nini ulizaliwa? au unajua kwa nini uliumbwa? Hilo ndiyo lengo la elimu, kutuleta hapo, na tukitambua hilo tutakuwa na tumaini. Kwa nini tunasema lazima tutambue kusudi la maisha na kwa nini tu tupate elimu? Elimu ina uhusiano wa karibu sana na maisha, hasa tukianza kwenye kusudi la uhai na maisha yetu. Katika kitabu cha Isaya 43 lile fungu la saba, Mungu anasema vizuri kabisa, anasema kwamba hakumuumba mwanadamu kwa namna nyingine au kwa ajili ya, ya, ya, ya mambo mengine tofauti na kwa ajili yake. Anasema alimuumba mtu kwa utukufu wake. Naomba nisome katika kitabu hiki katika kitabu hiki cha Isaya 43 lile fungu la 7 linasema hivi, kila mmoja aliyeitwa kwa jina langu, niliyemuumba kwa ajili ya utukufu wangu, nimemuumba, nam mimi nimemfanya kila mmoja aliyeitwa kwa jina langu nimemuumba, anasema kwa ajili ya utukufu wangu, tena naendelea kusema, mimi nimemuumba naam, mimi nimemfanya. Kwa hiyo, kwa kawaida katika ulimwengu tuliopo, ili utambue matumizi ya kifaa fulani au dhana fulani iliyotengenezwa na fundi, lazima umuulize fundi kwamba kwa nini ulitengeneza hiki kitu na ulikusudia nini hasa kwa nini kipo? Hilo ndio swali ambalo mara nyingi watu wanauliza, na wakati mwingine tunasema, anaweza akatoa user manyo, ule mwongozo wa jinsi ya kutumia kile kifaa. Wale ambao tunanunua, tuna, tuna vifaa vya electronics kama simu, mara nyingi tunakutana na user manyo. Tunanunua vifaa kama TV na mambo mengine kadha wa kadha na vitu vingine kama hivyo, watu tunakutana kitu kinaitwa user manyo au mwongozo kwa mtumiaji. Sasa mwongozo kwa mtumiaji maana yake ni nini? Ni kumtambulisha, kumpatia taarifa za kwa nini hicho kitu kimetengenezwa, wapi pa kugusa na wapi pasipo pa kugusa, wapi panahitaji kurekebishwa na wapi panahitaji, pasipohitaji kurekebishwa, ni nini cha kufanya inapotokea changamoto. Hiyo ndio lengo la yuza manyo. Sasa tunakuja kwenye kusudi ya maisha, maisha ya mwanadamu. Ili tutambue maisha ya mwanadamu, lazima tumuulize yeye aliyeyaleta haya maisha katika ulimwengu huu ndipo tutakuwa tumetambua kusudi la sisi kuwepo, na kwa kusema hivyo hatutakuwa na kukata tamaa, hatutakuwa na kuvunjika moyo. Na hivyo lengo la elimu hii ni kutusogeza karibu na utambuzi wa kina kuhusu maana ya maisha yetu, na kila ambacho tunaweza kukifanya leo kwa ajili ya leo na kwa ajili ya maisha ya milele. Kwa leo na kwa muda huu nitapenda niishie hapo. Wakati mwingine katika kipengele kingine, tutazidi kujifunza hapa. Tukawa tunaangalia ule utangulizi tu wa mfululizo wa masomo yetu haya. Wakati ujao tutaangalia, tutaangalia kusudi la maisha ni nini. Basi tunapokuwa tukihitimisha, ni kuombe shiriki nami katika ombi hili. Tuombe. Asante baba yetu, mfalme wa amani, wewe ni Mungu mwenye nguvu, na umekusudia kutufundisha kwa ajili ya utukufu wa jina lako endelea kutufundisha na kutusogeza karibu yako, ili tunapoielewa elimu hii ikatuongoze kutenda kwa hekima na kwa ajili ya uzima wa milele. Ni katika jina la Yesu tumeomba, amen.